Haleluya. Haleluya. Nilikuwa nafundisha watu juzi online TikTok. Nikaambia kwamba damu ya Yesu Kristo ni zaidi ya damu za wanyama, ni zaidi ya damu ya mwanadamu. Tena nikwambia kwamba wewe ulitokea ama ulizaliwa kwa sababu ya baba yako na mama yako. Lakini tunapata historia ya Yesu Kristo na katika historia, katika sayansi tunajifunza kwamba damu huwa inapatikana kwa baba. Yaani damu inapatikana kwa baba. Ndio maana kama mwanaume yupi ambaye ni ambaye ni baba huyo mtoto, huwa anapima, anapima DNA ya ya damu hii, anapima DNA katika damu ya mtoto na anapima DNA hii ya damu ya baba, na kigundua zinafanana, wanajua ni baba yupi. Hebu nisikilize, damu ya Yesu Kristo sio damu ya Yusufu, damu sio damu ya Mariamu. Damu ya Yesu Kristo ni damu ya Mungu aliye hai. Damu ya Yesu Kristo ni damu ya Mungu aliye hai, na ndio maana ina nguvu ya kuvunja laana, na ndio maana ina nguvu ya kutengeneza maisha, na ndio maana ina nguvu ya kuchaji maisha ambayo yameisha. Maisha ni kama simu, maisha ni kama simu. Simu simu ikiishiwa chaji, hauwezi ukapiga kuongea na mtu sikia, unahitaji chaji na chaji inapatikana katika damu ya Yesu Kristo. Mpokee Yesu siku ya leo, atengeneze maisha yako. Hata kipindi cha leo unaishi maisha ya laana, unaishi maisha ya mikosi, unaishi maisha ya shida, ndoa yako inakusumbua, mume wako anakutandika kama kitenesi, wamekuroga, wamekupiga kipapai, unatetemea kila siku, hebu ipate damu ya mwana kondoo, itatengeneza maisha yako, itatengeneza ndoa yako. Ni Yesu peke yake anayetosha kwenye maisha yako na ni